Vita ya wasanii na mashabiki bado mbichi kabisa, maana kila upande unazidi kuonyesha ubavu wake, au kila mmoja anazidi kuonyesha umuhimu wake. Sasa hii imekuja kwa Marioo ambaye amemjibu moja kwa moja shabiki yake kwa kujiamini, kiasi kwamba watu wengi wamempongeza Marioo, lakini wengine wamemwambia kwamba hizi ni dharau au aonyeshe heshima kwa mashabiki. Jambo limeanza pale ambapo shabiki ambaye anajiita Official Mkama underscore amecomment kupitia chapisho moja la Mario, kaandika tutaangalia hapa hapa YouTube, utaenda kuangalia mwenyewe, akiashiria kwamba Mario atapoachia ngoma akiweka YouTube basi wao hawatoangalia, wao watauifuata huko YouTube kusikiliza au kuona kile ambacho Mario ameachia, bali wataisha tu huko kwa Instagram kuangalia kile ambacho wanakifanya. Sasa Mario akamjibu kwamba huna ubavu huo na akamtaka kabisa Official Mkama underscore hii bana, imekuwa kama ni vita ambayo imeanza upya kati ya wasanii na mashabiki. Sasa jibu hili la Mario linaonyesha kujiamini kupita kiasi, linaonyesha kwamba Mario anaamini kwamba akiachia kazi, yapo shabiki amekomenti hivyo, lakini hana ubavu wa kushindwa kwenda kusikiliza wimbo wake, kwa sababu ni lazima akausikilize wimbo huo. Sasa mashabiki wengi wamekuja hapa, wamecheka wengine wamefurahia, wengine wameonyesha kutokumaindi kile ambacho Mario ameongea, lakini wengine wamekosoa hiki ambacho Mario amekifanya kwa kudai kwamba sio jambo jema kuonyesha dharau au kuonyesha kujiamini kiasi kwamba unaona hao mashabiki hawana misimamo au hawawezi kufanya maamuzi magumu kama hayo ya kutokusikiliza nyimbo. Sasa wewe, kwa upande wako, una maoni gani ya kuachia kuhusiana na hili jambo ambalo linaendelea huko mitandaoni kwa sasa hivi kati ya e, wasanii na mashabiki Chop comment yako, lakini usikose kusubscribe dems media. Mimi ni yule yule kipenzi chako Abdul Juma the monster, tukutane kwa wakati mwingine kunako majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tufollow ku Instagram, TikTok, tunatumia dems media one, lakini pia na Facebook.